Visa vya wizi vinaendelea naendelea kushuhudiwa hapa Nairobi na viunga vyake huku wahalifu sasa wakitumia mbinu mpya kutekeleza wizi huo. Majambazi hao wanatumia magari ya kifahari kuingia katika baadhi ya mitaa na kuiba kutoka kwa wakazi ambao kunyumba, hawako nyumbani. Jodi Francis alikuwa Embakasi na Syokimau na ameandaa taarifa ifuatayo. Katika siku za hivi punde wahalifu wameanza kutumia mbinu mpya kuwaibia watu. Mara hii wanatumia magari ya kifahari kuingia katika mitaa na kutekeleza uhalifu wao. Katika mtaa wa Embakasi, kanda hii ya CCTV inaonyesha mfanyabiashara huyu akiingia katika benki na kutoa pesa, ila asichojua ni kuwa alikuwa anafuatwa na wahalifu wakitumia gari aina ya X-Trail. Gari ambalo lilimfuata jamaa huyu, mbali na wahusika hao kuingia naye ndani ya benki. Na alipofika kazini, gari hilo linaonekana kuegeshwa kando ya gari lake. Baada ya mazungumzo miongoni mwa wahalifu hao, gari lao linaonekana kuondoka, ila gari la aliyekuwa mwenye benki limevunjwa dirisha. Hata hivyo, jaribio lao la kuiba hazikufaulu kwani mwenye gari aliondoka na pesa alizokuwa ametoa benki stakabadhi kutoka NTSA zinaonyesha gari hilo linamilikiwa na kampuni moja jijini. Hayakuishia hapo. Kuanzia mnamo tarehe 26 hadi tarehe 29 Septemba mwaka huu, gari lingine aina ya Prado linaonekana katika mitaa kadhaa jijini, kanda za CCTV zikionyesha gari hilo katika mitaa ya General Madenge, Rupa, Parklands, barabara ya Shanzu pamoja na mtaa wa Sun Park Yokimau. Wakazi wanasema majambazi hao hujifanya wanatafuta nyumba, kisha wanalenga nyumba ambazo wenyewe hawako, ambapo wanavunja mlango na kuiba mali. anakuambia nini? Kufikia sasa hakuna maelezo kamili kuhusu gari hili wala wamiliki. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.